Mungu wetu ni Mungu wa muujiza, maana yake anafanya mambo yaliyoshindikana na mwanadamu. Muujiza ni kutendewa jambo nje na uwezo wako. Muujiza ni kufanya mambo ya kushangaza. Mungu wetu ni Mungu wa muujiza anayefanya mambo ya kushangaza. Muujiza ni kufanya njia pasipo na njia. Ikiwa Mungu wetu ni Mungu wa muujiza, yeye huwa anafanya njia pasipo na njia. Muujiza ni kuweza yasiyo wezekana. Muujiza ni kuweza yasiyo wezekana. Wewe uliokoka, lazima umtuwe Mungu uliye naye. Weamome mwamini Yesu, lazima umtuwe Mungu uliye naye, umwelewe Mungu uliye naye. Uliye naye umchue Mungu uliye naye. Kama hujamjua Mungu uliye naye, ni ngumu sana kutembea ukiwa una imani na Mungu wako, kwa sababu bado hujamchua Mungu wako uliye naye. Na walokole wengi ambao tunao leo bado hawajamjua Mungu wao namna alivyo. Kama hujamjua Mungu wako vile alivyo, utaishi maisha ya hofu maisha ya mashaka maisha ya wasiwasi. Sasa wasi, leo utajifunza habari ya Mungu wa miujiza. Kwa hiyo lazima ujue kwamba Mungu wako uliye naye wewe uliyookoka ni Mungu wa miujiza. Baada ya kuokoka tumepewa, tunaye Mungu wa mbingu na nchi, aliyeviumba vitu vyote. Sasa lazima uelewe kwamba huyo Mungu uliye naye ni Mungu wa miujiza, anafanya mambo yote haya ambayo nimekuonyesha hapo kwamba huyu Mungu baada ya kuokoka tayari ni naye na ndio maana wakati anaingia agano, akasema nitakuwa Mungu wenu nanyi mtakuwa kwangu wanangu. Kwa hiyo tuna agano la sisi na Mungu. Mungu kwetu ni baba, na baba kwetu sisi anatuita ni watoto. Kwa hiyo huyu Mungu tulie naye lazima, si ndiyo, kwamba huyu Mungu ni Mungu wa miujiza? Anaweza akafanya jambo mahali paliposhindikana anaweza akafanya njia mahali ambapo hakuna njia, njia inaweza ikatokea. Kwahiyo uelewe, Mungu niye naye, Mungu ambao unaishi naye, Mungu ambao unatembea naye, Mungu ambao unaye masaa yote, umchue ni Mungu wa namna gani, ili uwe na ujasiri kwenye maisha yako, ili uwe na amani kwenye maisha yako. Bibilia inasema kwenye kitabu cha Ayubu sura ya ishirini na mbili na ule mstari wa ishirini na moja inasema, mchue sana Mungu ili uwe na amani ndivyo mema yatakavyokuja. Mchuwe sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujilia. Kwa hiyo sisi walokole, ili tuweze kuishi maisha ya amani, kwanza lazima tuugiwe Mungu wetu yukole ni Mungu wa namna gani, kwa sababu kama hatujajua Mungu ni Mungu wa namna gani, tutakuwa tuna amani kwenye ulimwengu huu, na uelewe kwamba ulimwengu huu ni ulimwengu ambao una changamoto nyingi. Yesu alisema kwenye Yohana 16:33 ya kwamba duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo kwa kuwa mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa lazima ujue kwamba kwa kwa kwa hii dunia ina dhiki. Hii dunia ina magonjwa, hii dunia ina vifo, hii dunia ina changamoto nyingi sana, ina magonjwa ya kila aina. Lakini je, wewe uliye na huyu Mungu aliuchiza unamuelewa? unayajua matendo yake? Unajua Mungu ni naye anafanya nini unaujua uwezo wa Mungu kwenye maisha yako? Unapokutana na changamoto yote, unajua Mungu ataifanya nini hiyo changamoto? Unapokutana na magonjwa, unaelewa Mungu atayashughulikia vipi magonjwa hayo? Lazima mumjue okay, wa Mungu wako. Ukijua Mungu ndio utapata amani, kwa hata kama tatizo likija, unakuwa huna mashaka, unakuwa huna hofu kwa sababu sauelewe liyenaye ni ni nani ni kama mtoto anayejua anatembea na baba, kwa hata kama akiona mtu mbele anajua baba yangu ana uwezo kumpiga mtu, kwa hiyo hawezi akaogopa wala akatetelea usogiungo na baba. Sasa asiyejua kama nina baba, atakapo muona mtu lazima ataacha kulia, ataanza kutetemeka. Kwa hiyo leo tuna walokola ambao wameokoka, lakini bado hawajamjua Mungu vizuri, na ndio maana wanamwacha Mungu kwa sababu hawajamjua Mungu wao na nini. Umepewa taarifa na daktari ya kwamba na ugonjwa ambao hautibiki, unafanya maamuzi gani? Unamwelewa Mungu wako anaweza kaponya ile tatizo kwa, lazima ujue kwamba Mungu wangu ni Mungu wa muujiza, anaweza kafanya jambo ambalo limeshindikana na daktari. Lazima ujue kwamba Mungu wangu ni Mungu anayefanya muujiza, maanake anafanya njia pasipo na njia. Unaishi maisha unakutana changamoto, huoni njia mbele na urudi nyuma, kwa huyu mungu wangu. Ni mungu anadanganya je? Yeah, mimi sioni njia yeye yeah. Mungu anasemaje yeye yeah? Anasema anafanya njia pasipo na njia. Kwa hiyo unajikuta unasonga mbele, kwa sababu umemwelewa mungu wako, umemchua mungu wako vizuri. Lazima tumjue mungu, mungu tuliye naye ili tuwe na amani kwenye wokovu huu, ili tusiogope chochote kwenye hatua hizi, ili kwenye safari tulionayo kwe tusiwe na hofu Elewe Mungu tuliona naye. Wana wa Israeli, kwa nini walifanya mbaya? Wana wa Israeli walijua farao kuliko Mungu, walimuelewa farao kuliko Mungu. Walipokutana changamoto, walikumbuka kwa farao, kwa sababu walijua matendo ya farao kwamba anaweza kufanya miujiza kwa sababu hawajui kama kaita chakula, ha, kama mudisha, Mungu anaweza keta chakula hata jangwani. Hawajui kama Mungu anaweza kafanya muujiza katikati ya changamoto. Hawakumjua Mungu wako. Najua ulikuwa kwenye mizimu ambayo inaongea, ulikuwa kwenye mizimu ambayo tuweka sanake inachukua inaongea na kusaidia. Je, baada ya kuokoka huyu Mungu unaelewa unaelewa, uwezo onao au unaamini mizimu ambayo ilikuwa inaongea, alafu Mungu wako umwamini? Kama hujamwamini Mungu wako leo ni Tulikula vitungu saumu tulikula kila kitu, wakaanza kukumbuka lile kula Misri kwa faraha, lakini hapa jangwani hatuoni mimea, hatuoni chakula. Hawakumjua Mungu wao, kwa maana Ayubu anasema mjue sana Mungu wako ili uwe na amani, amani amani, ki kiingia ndani ya kaburi kwa kitu ambacho Mungu anafanya juu ya madawa. Mungu anataka kwanza ujue. Mungu hawezi kufanya muujiza kwako kama hujamuelewa, utapuuza huo muujiza Anatenda muujiza katikati ya watu ambao no. wametambua uwezo wake, kama Mungu ana uwezo namna gani. Watu wanaojua Mungu wao Mungu wako, naongelea Mungu wa miujiza, ndiye Mungu wako wewe. Sema tena, amen. Kwa ukimjua Mungu hautakuwa na mashaka kwenye maisha yako. Ukimjua Mungu hautakuwa na hofu. Mjue sana Mungu wako, iwe nama. Mungu hufanya kulingana na, na, na namna unavyomjua Mungu. Anaweza kufanya jambo kwako kulingana na namna unavyomwelewa, ndio anapenda. Kama humwelewi, hapana anafanya kulingana na namna unavyomwelewa. Kuwe makini, umwelewe Mungu leo ili atafanya jambo kwao. Namna yako ya maombi msingi wake ni namna unavyomwelewa Mungu, namna yako ya maombi yako msingi ni namna unavyomwelewa Mungu. Na maana hivi, kama Mungu unamwelewa kwa hawezi, hata maombi yako yatakuwa ni maombi ya mashaka ya kuona Mungu hawezi. Lakini kama unamwelewa Mungu kwamba anaweza, hakuna jambo gumu, hata maombi yako yatakali maombi ya kuweza uwezo, ukaanza kulalamika kwamba Mungu ameniacha.